Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana Harmonize Gold Boy amezungumza jambo fulani hivi kuhusiana na maisha yake. Anasema kwamba mnamo miaka thelathini mpaka thelathini na tano itoshe kuchagua maisha ya baadaye, yaani ukifikia umri huo, mtoto wa kiume inatakiwa uwe umeshachagua kabisa kwamba maisha yako ya baadaye huko uzeeni unataka uishi vipi, kama ni familia uwe na familia kama ni biashara uwe na biashara na vitu vingine kama hivyo. So kwenye mahojiano yake na moja kati ya media hapa Tanzania, Harmonize alizungumza kwa ufasaha kabisa kuhusiana na umuhimu wa kuweka na kupanga maisha eh, hasa wakati ukiwa umefikisha miaka 30 mpaka 35. Ameeleza jinsi kipindi hiki anavyokuwa na nafasi kubwa ya, kujie, ya kujenga maisha bora na kujiandaa na maisha yajayo ya uzeeni. Harmonize, mwenye umri wa miaka 31, alikumbusha vijana kuwa muziki kwa, alikumbusha vijana kuwa muziki kama sekta nyingine yoyote ile una unawaka wakati wake. Aliwakumbusha pia wasanii na vijana kwa ujumla kwamba kila kazi ina kipindi chake na kuwekeza mapema ni muhimu kwa ajili ya maisha ya baadaye. Alisema hivyo, Harmonize alisikika akizungumza kwamba bwana, kila kazi zina wakati wake. Kuna muda unafika, huwezi tena kufanya mambo yale ya yale. Kauli hii ina maana kubwa sana kwa vijana wengi, hasa wale waliotoka katika familia za kimaskini. Ni wito kwao kuzingatia umuhimu wa kufanya uwekezaji ili kujenga mustakabali bora wa familia zao na kwa jamii kwa ujumla. Harmonize aliongeza kuwa maisha yake sio tu kuhusiana, sio tu kuhusu yeye mwenyewe bali pia kuna familia inayomtegemea ina, ina na hiyo ni moja kati ya sababu inayo, inayomhamasisha kufanya maamuzi bora ya busara kuhusiana na fedha na uwekezaji. Ujumbe wa Harmonize unatoa changamoto kwa kila kijana kutumia kipaji chake vizuri na kuwekeza kwa ajili ya maisha ya baadaye. Ni wakati wa kujijenga na kujitengenezea misingi thabiti kwa ajili ya mafanikio ya baadaye. Nimeona Bwana Harmonize ametoa ujumbe wa maana kabisa kwa vijana wanaojitambua. Basi hii ni moja kati ya eh, ya mambo mazito kabisa ambayo Konde ameamua kuyazungumza. Ukiwa kama mdau, una maoni gani? Weka na wewe pia maoni yako hapo chini katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha unasubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.